Mmoja wa video ambayo imemake headline katika mitandao ya kijamii hasa ukipita katika peji za michezo kubwa kubwa duniani utakutana na hii video ambayo inamuonesha Lamine Yamal akiwa ameshikilia simu, alafu anawapiga picha wadada fulani hivi wanaonekana kama kikundi hivi. Sasa kilichowashtua watu wengi sio Lamine Yamal kuonekana akipiga picha kilichowashtua watu wengi ni kuonekana wale mabinti ambao walikuwa wanapigwa picha na Lamine Yamal, nyota wa klabu ya Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Uhispania, ni kwamba hawamfahamu kabisa Lamine Yamal, pamoja na umaarufu wake wote kwa sasa katika soka. Lakini mabinti hao wanaonesha kabisa kutokumfahamu Lamine Yamal. Mmoja wao tundo kama alishtukia mchongo hivi, alafu akawa kama, Mbona kama namfahamu huyo mtu kama nishaikumuona sehemu. Dere akamuuliza jina, "What is your name? Unaitwa nani?" Lamine akamzuga akamwambia naitwa Ryan. Eh, Ryan. Mwambia, "Sell your name." Kuna mwamba akaendelea kusema, "Take a photo, take a photo." Akapoteza focus. Ko mwamba akaendelea kuwapiga picha za kumbukumbu kumbu, kile kikundi cha mabinti. So ni bonge moja la video ambalo limewashtua watu wengi sana katika mitandao ya kijamii. Ukipitapita katika peji, baadhi ya peji kubwa kubwa kwenye social media, hasa Instagram. Nimejaribu kupita hapa kwenye 433, peji maarufu sana ya michezo duniani. Sasa waliposti video hii ambayo inamwonyesha Lamine Yamal akiwa anachukua picha hao wadada. Then ukisoma katika comment section baada ya post ya 433 ya hii video Utacheka kwelikweli kweli. Kwenye comment section kuna comment nyingi sana za kuchekesha. Kuna huyu anaitwa Mari anaandika the girl he will marry. Alafu kuna huyu hasi tv ameandika prime rian koloko <laughs> kuna hii peji inajiita boxing life ustyle ameandika woman, alafu akaeka kikombe cha chai kwamba woman ni chai no. <laughs> kuna mwamba mwingine anaitwa sonchi ayo ameandika best sensation in football history. Kuna huyu anaitwa Shelley ameandika no way she doesn't know Lamine. Adisa Davi ameandika sen this rian guy in cup of champions league game this season he seems good <laughs> then kuna mwamba anaitwa Nadel Abu ameandika what planet do these people live on. Alafu kuna mwamba mwingine anaitwa Posi Nania ameandika Yamal is just a simple being. Then akaweka image za makopa kopa hapa. Kuna huyu naitwa Ronaldo ameandika the most famous photographer and no one saying nothing <laughs> kwamba ni mpiga picha maarufu aya. Kuna mambo mwingine anaitwa gori modaba ameandika resi if goes the way of Messi or Neymar. Alafu kuna huyo anaitwa ISA boss ameandika footballer tick hizo akaweka emoji ya goat, yani greatest of all time, akaweka tik. Ni baadhi tu ya comment ambazo wamecomment katika hii peji ya 433, peji kubwa sana ya michezo, baada ya kuposti hiyo video ambayo inamuonyesha Lamine Yamal akiwachukua picha mabinti hao nje kidogo ya mgahawa mkubwa ama restaurant. Ni video ambayo imeenea katika mitandao ya kijamii. Wewe umechukuliaje hii video? Dondosha maoni yako hapo kwenye komenti. Hapa ni supa trofu ya Dino Television, endelea kutofolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.